Hatua ya kukamatwa kwa raia hao imetokana na uchunguzi wa takribani miezi minne kuanzia Januari mwaka huu katika mikoa yote nchini. Uchunguzi huo wa nchi nzima awali ulitanguliwa na ripoti ya kamati ya kufuatilia na kuhakikisha raia wa kigeni hawajihusishi na biashara zinazopaswa kufanywa na wazawa maeneo ya Kariakoo iliyoongozwa na Profesa Eda Luoga. Wageni wasiohusika kukaa hapa nchini wahakikishe wasifanye biashara za wazawa katika eneo hilo tumekubaliana wizara ya mambo ya ndani ambayo ikihusika na mambo ya uhamiaji, watu kupata mtu kupata ile visa na kuja hapa nchini kwetu, iweze kuchukua hatua na kuendesha kaguzi katika maeneo mbalimbali, na tumetua maelekezo kwamba sasa taarifa ile ya Kariakoo itumike as mapping kwa nchi nzima, katika maeneo ya miji mbalimbali hatua zianze kuchukuliwa kupitia idara zetu za uhamiaji, lakini upande wa kazi katika zile wa working permit <coughs> tumekubaliana na wizara ofisi ya waziri mkuu ambayo inahusiana na swala zima la utoaji wa vibali vya kazi ianze kuchukua hatua kufanya kaguzi. Watu ambao wamepewa mm -hmm. vibali wanatengeneza majukumu mengine tofauti na yale ambayo yameelekezwa katika vibali vyao. Kuona ni kuamini. Dkt Jaffa katika ziara yake alikwenda katika baadhi ya maduka ya raia wa kigeni na kujionea biashara zinazofanyika. Huyu mtu anafanya biashara nje ya utaratibu, alafu hata bidhaa zake hizi watu wangu wa FCC wanasema ziko nje ya utaratibu wa mambo ya ushindani, kwa maana hata utaratibu wa kuasesi kama bidhaa feki imeshindikana. Kwa hiyo uh, hapa maanake hili duka leo linafungwa na utaratibu wa kisheria wote ufuatwe, na hii iwe mfano kwa wengine wote wanaofanya Tanzania kama ni nchi ya kuchezea chezea. Lakini nao baadhi ya wafanyabiashara wa hapa Kariakoo wameeleza athari ambazo wanakutana nazo pindi wanapokutana na mgeni anayefanya biashara zinazofanana na wao. Wako wengi mno, yani kila kona wapo na maduka ni mengi, wamefungua kila kona wanauza, wanawauzia mpaka wauzaji wa mwisho. Kwa hiyo imekuwa ni shida kubwa kwa kweli kwetu sisi. Tunachosema ni kwamba biashara ni future ya kizazi cha sasa na kijacho, kwa hiyo lazima tulinde hii tasnia ya biashara, kuwazuia wale watu wanaotoka nchi zingine kuja kuzifanya, ambapo wana viwanda. Sisi hatujawa na mfumo wa kujenga viwanda. Lakini wafanyabiashara wanaona kama hamna kilichofanyika, kwa sababu wageni bado wako wengi na wanafanya biashara Zile ambazo hawatakiwi kufanya. Lakini naona kwamba shida kubwa ipo kwamba kwenye sheria. Unakuja mkagua unakuta labda ni Mchina yuko pale dukani ana vibali vya kufanya biashara Tanzania, sheria yetu haisemi kwamba haruhusiwi kufanya nini ile biashara. Kwa hiyo vibali iko sawa, lakini sasa wazawa nao wanalalamika mbona anafanya biashara wazawa? Kwa hiyo tunachoomba ile ripoti pamoja na kwa na mazuri kwamba tuanze na marekebisho ya sheria. Sheria itamke kabisa wageni haruhusiwi kufanya biashara gani? La sivyo kilio ni kikubwa, wafanyabiashara wanafilisika. Ripoti ya awali ilionyesha kuwa katika eneo la Kariakoo pekee maduka 75 yalikutwa na raia ya wakigeni 152 walioajiriwa huku asilimia 97 wakijihusisha na biashara rejareja. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Na no, msasa tuzungumze na Renatus Mlelo ambaye ni katibu wa jumuiya ya wafanya biashara kuangazia kwa kina kuhusu taarifa hiyo. Eh, Renatus, karibu sana kwenye matangazo yetu ya Azam News. Eh, asante sana. Tumeona baadhi yenu hamkubaliana na takwimu ambazo zinatolewa kwamba eh, zaidi ya wafanyabiashara biashara wa kigeni ambao wanafanya biashara ndogo ndogo Tanzania kwa nchi nzima wako takriban elfu saba na wapo zaidi ya elfu nne ambao washarudishwa makwao eh, takriban elfu moja ambao eh, wamefikishwa mahakamani na kama mia nne na kidogo hivi ambao wamepewa adhabu. Takwimu hizi mnakubaliana nazo? Uh, kihalisia hizi takwimu sisi kama wafanyabiashara tukubaliani nazo, hasa tukizingatia kwamba ripoti kunaonyesha wageni waliovamia nchi wako zaidi ya kama laki mbili thelathini. Ripoti ipi? Kwa ile mara ya kwanza tumelivyofanya utafiti. Mm. lakini pia tukaambiwa kwamba Kariakoo wamefanikiwa kuondoa kati ya wale sabini na tano sitini na mbili wameondolewa. Wapi? Kariakoo sasa wafanyabiashara tulivyokuja kuwa na changamoto, tukaona wingi wa wageni Kariakoo bado huko vile vile. Yaani hao laki mbili unaosema ni Kariakoo au ni nchi nzima? Ha, ni nchi nzima hiyo. Mm. Mm. E, lakini tunazungumza Kariakoo, tume ilipoti hiyo kutoka wiki iliyopita imesema kwamba 62 wameondoka Kariakoo. Mm. Wafanyabiashara kwanza kulalamika, mbona idadi ya wageni bado wako wengi, yaani hamna mtikisiko kwa tuonekana. Sasa kama ulivyosikia mheshimiwa waziri alivyokemea, kwamba alitoa maagizo kwamba sheria zifuate wa wageni waondolewe. Mm. Amekuja kusikitika sana kuona kwamba ile jambo hajatendeka na amekuja kushuhudia tulimleta sokoni. mm -hmm. Amejishuhudia mwenyewe ndani ya nusu saa amewakuta Mm. wageni zaidi ya kumi na sita kwa ka sehemu kadogo sana. Kwa hivyo akatoa maagizo upya kwamba maagizo ya serikali lazima ya yazingatiwe maana maagizo inabidi yatekelezwe. Sasa watendaji wa chini wanao kwa mheshimiwa ameagiza na yatekelezwe. Hapa tunaona kwamba ndo wanaleta shida. Nyie jumuiya ya wafanya biashara mbayo kufanya utafiti wenu ama uchunguzi wenu kujua kwa ngapi, kwa mfano pale Kariakoo idadi ni kubwa sana kwa sababu ile sensa, kusema ni kubwa kiasi gani? Yani zaidi ya 500 ukisema kwa kwa haraka zaidi ya 500 ambao wapo wanafanya biashara pale, hiyo mhesabu mmekadiria tu, ni estimate mm, kwa mfano. Unazungumzia kwa mfano, leo tumetumia eneo kadogo sana 16 hmm, lakini idadi ni kubwa sana na kilio ni kubwa sana lakini, tulichokuja kuangalia ni kwamba ripoti ya tume imetoka mm. Tunachotarajia ni utekelezaji. Kwenye utekelezaji sasa, kama mheshimiwa, tumshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwamba amesema mchakato wa kwanza unaweza kubadili sheria kwamba kwa hati ya dharura itapita sheria ambayo tutasimamia, si wafanyabiashara, itaelezea mgeni anapokuja kufanya biashara zipo aruhusu kufanya ni kuzifanya mm. kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo kwa upande wa serikali, lakini matumaini ya sisi wafanyabiashara kwenye maagizo ya serikali kutoka kwamba waondolewe mm. Tulitarajia ule utekelezaji uende kwa vitendo na kwa uharaka. Unadhani kinachofanya kuwepo kwa wafanyabiashara uh, wengi wa kigeni ambao wanafanya biashara ndogondogo ambazo wangetakiwa wafanya wa Tanzania. nini kinasababisha hali? Kinachosababisha kwanza, cha kwanza ni sisi wa Tanzania tupoteza uzalendo, cha kwanza kuanzia mfumo. Kwa mfano mfanyabiashara anashikiana na mgeni anampa nida kwake anafungua biashara pale, lakini uzalendo wa pili unakosekana pale Migration. Ha, mtu anakuja anasema anakuja kutalii. Leo tunakamata watu wakuta mle mtu ile visa yake alikuwa amekuja kama mtalii kwanza imeisha hmm. Lakini bado yuko Tanzania. Kwa kuna madhaifu sana kwenye sheria za kwetu. Nini kifanyike sasa? Nini kifanyike bitu? Ni kwamba cha kwanza tunapendekeza kwamba itolewe adhabu kali sana kwa Mtanzania mzawa ambaye atakaye ameshirikiana na mgeni katika mfumo ya kuhujumu wafanyabiashara wazawa. Lakini cha pili kwenye mfumo wa hao wahamiaji, naomba serikali pia iboreshe sheria. Tuwe na mfumo ambao unasomana kwamba mtu alikuja anasema ni mtalii. Mm. Tunaona anamaliza mwaka mzima. Afu yupo ana duka Kariakoo. Hasa ni utalii gani ambao unafanya ndani ya duka Kariakoo? Lakini Kariakoo ni sampling. Mm. Tunazungumzia sekta zilizoathirika ni nyingi. Kuna sekta ya mabasi, kuna sekta ya watu wa usafishaji wa malori, kuna sekta za cargo. Mm. Kwa hiyo, ni search ili wimbi limekumba ni wengi. Ila Kariakoo, kwa sababu ni case study, mnaiona. Mm. Ndio maana kelele zimekuwa nyingi, lakini imeathiri watu wengi sana. Sasa, sasa kushukuru sana sana kwa kuzungumza nasi. Asante sana.